Kumtenganisha kati ya mtu na mkewe, na hiyo ni dalili kwamba uchawi unaathiri. Hasad, kijicho uba, ubaya bughudha, uchawi, haya mambo yote yanaweza yakakuathiri, lakini kwa idhni ya Allah. Hasidi anaweza akakuusudu na ukaharibikiwa, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah Kijicho, mwenye kijicho anaweza akakusudu na akafanikiwa, lakini kwa idhini ya nani? Ya Allah. Mchawi anaweza akakuroga na akafanikiwa, lakini kwa idhini ya nani? Ya Allah. Lakini kwa idhini ya nani? Ya Allah, kwa ya nani? Ya Allah. Ndio Allah. Na yeye ndio yuko juu yu ya sababu, akitaka likusibu litakusibu, asipotaka haliwezi kukusibu. qul la yusibana illa ma kataba llahu lana Waambie, hakuna linaloweza kutusibu isipokuwa lile ambalo Mungu ametuandikia. Kwa hiyo ukiona mtu amemroga mtu na amefanikiwa, ilishakwisha kupita katika ilmu ya Mwenyezi Mungu ya zamani.